Hey, ndugu Obinna kakangu, sijui shida na kuanga wapi eh? Nashuku wewe ni mgonjwa you are suffering from ADHD, attention deficit hyperactive disorder. you You can google that eh, you like being at the center of everything. uko na maoni ya kila kitu bana eh, uko na opinion ya maisha ya kila mtu except yako. tuko na data zako mingi, sisi ni wasanii pia, tuko na followers na viewers, but we have never sat down wacha nimuongelee okay, Ah, Ubina na mambo zake. Una watoto wako una nini zako so, wacha mambo mingi. we are going to finish it even... Hey, ndugu Obina kakangu sijui shida na kuanga wapi eh? Nashuku wewe ni mgonjwa, you are suffering from ADHD, attention deficit Hyperactive disorder. You can Google that, eh? You like being at the center of everything. Uko na maoni ya kila kitu bana, eh? Harusi imefanywa, you want to be the center. Sio inawekwa, unataka kukuwa center of it. Acha watu wengine pia nao washine their moment, eh? Uko na opinion za kila kitu. Sasa hizi hata, hata punda ya ume mtu uko Kakamega, utaanza kusikia hapo, eh, you know guys, hizi punda zianza kusugua meno zinapatia watu tetanus, Kakamega. Like wezi nyamaza tu, vitu zingine ziende zikiendanga hivyo, eh, what's the problem? Show ni ticket, bwana. Mtu akishaweka poster amemaliza, hakuna atio, hakuna my invite. It's not a private thing, eh? So si lazima ukue pale ndo ifanyike hiyo show. Hata ilikuwa tu ndogo bana, ilikuwa tu kahol kadogo, lakini nashangaa, eh, kwani imechemsha watu nyongo kiaje? You can also do it. I understand you have yours, so we panga watu wakuje, wajiba Wajibu bangu Eh? Mimi watu wangu kuna wenye wananiaminia. Na najua unashangaa sana nilijaza aje, uliniita interview siku kukuja ni kwa sababu hiyo. Vitu nafanyanga pale ni za kipuzi, kudharau watu. Manze. Mimi wanashangaa sana. Uko na opinion ya maisha ya kila mtu except yako. Tuko na data zako mingi. Sisi ni wasanii pia tuko na followers na viewers. But we have never sat down. Okay, ni personal. Sijawahi kaa chini nikasema, ah wacha nimuongelee ubina na mambo zake. Una watoto wako, una nini zako. Nobody si st hatuwezi tunaweza